Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango Hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Usiku wa manane, kijiji cha Mwambuno kilikuwa kimetulia. Lakini ndani ya utulivu huo kulikuwa na simulizi lililowatia wengi hofu na mshangao. Hadithi hii inaanza na Nasra, msichana mdogo mwenye miaka 21, aliyejulikana kwa utulivu na heshima yake. Kwa wiki kadhaa, Nasra alianza kubadilika. Alianza kuamka usiku akizungumza mwenyewe na wakati mwingine akisema kama kuna mtu anamtaja gizani. Mama yake alidhani ni uchovu, lakini siku zilivyoendelea hali ilizidi kuwa ya ajabu. Siku moja, Nasra aliamua kumfuata Bibi Shufa, mkunga wa jadi anayejulikana kwa maarifa yake ya zamani. Bibi Shufa alimwangania Nasra kwa macho ya shaka. Mtoto wangu, kuna mzigo unaokufuata, alisema kwa sauti ya kukata. Mzigo ambao si wa dunia hii. Siku mbili baadaye, Nasra alianza kupata dalili zisizoeleweka: kichefuchefu, uchovu wa ghafla, na kuumwa tumboni kama mjamzito. Lakini hakuwahi kuwa na mwanaume maishani mwake. Hapo ndipo gumzo likaanza kusambaa kijijini, Nasra kavishwa mimba ya majini. Wengine waliongeza chumvi wakidai walimuona usiku akizungumza na kivuli pembezoni mwa mti wa mkuyu. Lakini mtu mmoja tu hakusadiki: Malik, kaka yake Nasra. Malik aliamua kufuatilia kila kitu mwenyewe. Alimpeleka dada yake kwa daktari wa mjini, wakafanya vipimo na majibu yakaja. Nasra hakuwa na ujauzito, hakukuwa na chembe ya mimba mwilini mwake. Lakini hilo halikumaliza mambo. Usiku mmoja, Malik aliamka baada ya kusikia dada yake akilia. Alipofungua mlango wa chumba chake, alimkuta Nasra akitetemeka na kusema, "Wananifuata, kila nikifumba macho, wananitaja." Maliki, akiwa amechanganyikiwa, aliamua kumchukua dada yake kwa Sheikh anayeheshimika sana kijijini. Sheikh alimsomea dua na kumfanyia rukia, ndipo ukweli ukaanza kujitokeza. Sauti tulivu ya Sheikh ilitangaza, huyu binti anaandamwa na wasiwasi mkubwa na hofu iliyojificha kwa muda mrefu. Si jini, si mimba, bali ni akili yake inayolia kutokana na msongo anaubeba. Mama yake akabaki mdomo wazi. Hofu ya kijiji ikageuka kuwa aibu, na Nasra alianza safari mpya ya tiba, mazungumzo na uponyaji. Kwa mara ya kwanza alizungumza kwa uwazi mzigo, siri na maumivu aliyokuwa akiyaficha. Kijiji kilitambua kuwa si kila lisiloeleweka ni la kiroho, baadhi ni vilio vya ndani vinavyohitaji kusikilizwa. Hii ni tamati ya sehemu ya kwanza. Usikose kufuatilia ya sehemu yake ya pili, na usisahau kusubscribe ili upate notification mapema.